Uh, uh, Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais, uh, kaka yangu Joel, Mheshimiwa Katibu Mkuu uh, meza kuu yote naomba kusema itifaki imezingatiwa na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimesimama hapa kwa niaba ya Mkurugenzi Mtendaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo Uh, kuja kuwasilisha mada fupi kuhusu fursa zilizopo ndani ya Benki ya Maendeleo ya Kilimo, lakini ningependa tuanze kwa kusikiliza video fupi kwa muda wa dakika kama tatu, nne, halafu tutaendelea. Naomba studio mtuwekee video fupi tuweze kusikiliza kwa muda wa dakika tatu au nne. Tanzania. Nchi yenye ardhi ya kutosha, watu wenye juhudi na ndoto kubwa kupitia kilimo. Kilimo si kazi tu, ni uti wa mgongo wa maisha ya mamilioni. Lakini ili ndoto hizi zitimie, mkulima huhitaji zaidi ya jembe na mvua, anahitaji mtaji, teknolojia na usaidizi. Hapa ndipo Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB inapochukua nafasi yake kama mwanga unaoongoza mabadiliko ya uchumi wa kilimo hapa Tanzania. TADB ilianzishwa kwa dhamira ya kuleta mageuzi ya kilimo kwa kuhakikisha wakulima, vikundi na viwanda vya kusindika mazao wanapata rasilimali za kifedha kwa masharti rafiki. Msingi wa benki hii ni kuwafikia wale ambao kwa miaka mingi hawakuwa na nafasi ya kupata mikopo au huduma za kifedha. Ukiongelea miaka mitano iliyopita na ukiongelea kwa sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa miaka mitano iliyopita hatukuwa na TADB, lakini baada ya TADB kuingia na kuweza kuamua kuishika chauru mkono, tumekuwa na mambo mbalimbali au mafanikio mbalimbali ambayo tumeyapata. Tukianzia kwenye upande wa zana za kilimo TADB wameweza kutuwezesha ama kutupatia mkopo katika zana za kilimo ikiwemo matrekta tunapoanza kulima, na hii imeturahisishia sana kuhakikisha kwamba kilimo chetu kimekuwa ni cha uhakika, kimekuwa ni kilimo cha wakati, na hatuna tena changamoto ya kupata zana za kilimo kuweza kuhakikisha tunaweza kulima kwa wakati. Katika safari yetu tumetembelea mikoa mbalimbali kutoka Iringa Mbeya, Ruvuma, Tanga, Morogoro, Mwanza na kwingineko. Kila tulikofika tuliona ushuhuda wa wazi. Uwekezaji wa TADB umebadilisha kabisa maisha ya watu kutoka mashamba ya mpunga hadi viwanda vya kusindika maziwa mpaka mabwawa ya kufugia samaki. Kila hatua hapa inaonyesha nguvu ya fedha inayowezesha maendeleo yetu. Ushirika huu unajishughulisha na uzalishaji wa zao la mpunga ambapo kwa mwaka tunakuwa na misimu miwili mpaka mitatu kulingana na upatikanaji wa maji. Studio, naomba tuende kwenye slidi sasa. Angalau kwa kifupi mmeona nini ambacho benki inafanya, lakini pia nitawapitisha kwamba Okay, tunafahamu kwamba kuna mabenki mengi, lakini nini tofauti ya benki ya kilimo na benki nyingine za kisiasa? Mimi majina yangu naitwa Kiska Masaki. Kwa bahati mbaya sikai Masaki, nakaa uswahilini lakini naitwa Masaki. Twende slidi inayofuata sasa. Kwenye yaliyo tutazungumza kidogo: kuanzishwa kwa benki, majukumu yake, aina ya mikopo, fursa kwa vijana na wanawake miradi ya vijana iliyofadhiliwa, lakini nitakueleza ofisi zetu ziko wapi na hatimaye tutahitimisha. Twende, nitajitahidi kutumia muda niliopewa. Sasa mwanzo wa TADB. TADB ilianzishwa, ilikuwa ni mapendekezo baada ya kumalizika kwa programu ya kilimo kwanza. Ikaonekana kwamba kilimo kina changamoto kubwa ya fedha na taasisi nyingi za fedha, benki za biashara zinakwepa kukopesha kwenye kilimo kwa sababu kilimo kina riski kwa hiyo ikatakiwa ianzishwe benki maalum ambayo itatoa fedha kwenye kilimo, na naomba ukumbuke hapa tunavyozungumza kilimo, tunamaanisha mazao, mifugo na uvuvi. Kwa hiyo ikaanzishwa kama benki ya maendeleo, Development Financial Institution, na hapa naomba uelewe tofauti ya benki ya biashara na benki ya maendeleo. Usi... mojawapo tu ya tofauti ni kubwa ni kwamba hatufungui akaunti kwa hiyo swali la kwamba utaratibu wa kufungua akaunti ukoje, hilo halipo. Kwa hiyo tukaanzishwa kwa sheria ya makampuni ya mwaka elfu mbili na mbili na tukasajiliwa na Benki Kuu kama taasisi ya fedha. Sasa malengo yetu makubwa yalikuwa mawili, kwanza kuhakikisha nchi inakuwa na utoshelevu wa chakula, lakini la pili kuleta mageuzi ya kilimo. Huyu mkulima anayelima kwa jembe la mkono tumpatie mageuzi, atoke kwenye kilimo cha kujikimu akafanye kilimo cha kibiashara. Ukishafanya kilimo cha kibiashara, kitakusaidia mambo mawili, kwanza kupunguza umaskini na pili, utachangia uchumi wa taifa. Twende lakini, majukumu ya benki ni manne, kwanza, tunachagiza kuchagiza kwa Kiingereza wanaita catalyzing, kwamba tunashirikiana na taasisi nyingine za fedha au tunazishawishi ili ziongeze mikopo kwenye sekta ya kilimo, kwa sababu tafiti zinaonyesha mabenki mengi ya biashara yalikuwa yanakwepa kukopesha kwenye kilimo kwa sababu ya riski. Kwa hiyo TADB ikaanzishwa ili ichagize. Jukumu la pili ni kutafuta rasilimali fedha, lakini la tatu ni kutoa ushauri, kwamba tuna shirikiana na taasisi nyingine kufanya tafiti kwenye sekta ya kilimo, lakini jukumu la nne ilikuwa ni kujenga uwezo. Hayo ni majukumu manne ya benki. Twende. Lakini tunatoa mikopo kwa njia ngapi? Kuna njia ya kwanza, njia ya moja kwa moja kutoka TADB kwenda kwa mnufaika, kutoka TADB kwenda kwa mkulima. Lakini njia hapo tuna mikopo ya muda wa kati, muda mfupi Uh, na muda mrefu, lakini tuna njia ya pili ambayo ni kutoka TADB kwenda taasisi ya fedha. Tunakopesha taasisi nyingine, lakini tukiwapa fedha tunawaambia mkakopeshe kwenye kilimo, hiyo tunaita ni wholesale lending. Na njia ya tatu tunakopesha au tunatoa dhamana kwa taasisi za fedha ili zikaongeze uh, sekta ya kilimo. Dhamana maana yake nini? tunamwambia taasisi nyingine ya fedha nenda kamkopeshe kijana anayefanya kazi ya kilimo, halafu ikitokea kuna matatizo, sisi kama TADB tutakulipa gharama hadi asilimia sabini kama yule uliyemkopesha atashindwa uh, kulipa. Huo unaitwa mfuko wa dhamana kwa wakulima wadogo, Kiingereza wanaita smallholder credit guarantee scheme. Twende. Sasa naomba wote tuangalie hapo na kwa umakini mkubwa. Tunaita huo mnyororo wa thamani, huo ndio utaratibu wetu wa kutoa mikopo. Nachotaka kusisitiza na nachotaka ukipate hapa, tusiwaze mikopo tunatoa kule shambani tu, tunatoa kuanzia shambani hadi mezani. Wote asubuhi tumefungua kinywa, lakini chochote ulichokila kilianzia shambani kuzalishwa, sawasawa. Kwa hiyo tunaanzia kuanzia pembejeo, uzalishaji, tutakwenda kwenye uzalishaji, tutakupa uh, tutajengea miundombinu ya umwagiliaji, kama ni mifugo, tutakupa mitamba bora, tutakupa fedha za kupalilia na kadhalika. Lakini ukishavuna, utakusanya, utayahifadhi hayo mazao store kwa ajili ya kupunguza labda tatizo la upotevu haitatosha baadaye, utachakata utasindika. Tumekupa ngano, hiyo ngano ilichakatwa. Kama ni mpunga ulilimwa, lakini ukakobolewa, tukapata mchele. Lakini mwisho wa siku tunaweza tutakopesha hata magari ya kusafirisha kutoka shambani kupeleka sokoni, na hatimaye kama una mkataba wa kuuza nje ya nchi, bado tunatoa mikopo. Kwa hiyo naomba uelewe utoaji wetu wa mkopo kulima unayekwenda shambani, unaweza wewe ukawa una koboa hmm? unaweza wewe ukawa una saga unga. Asante teknolojia iliniacha. Unaweza ukawa una mkataba na makampuni ya nje kwa ajili ya kununua kutoka kwa wakulima uweze kuuza nje. Kwa hiyo sehemu yoyote kwenye mnyororo wa thamani ni wewe kijana, ujiangalie wewe unafiti sehemu gani katika huu mnyororo wa thamani, uje ukope kwenye hilo eneo. Sio lazima uwe unalima, lakini kama nilivyosema, kilimo tunamaanisha pia mifugo, tunamaanisha pia samaki. Unaweza usiwe unafuga, lakini wewe unakusanya maziwa na kuyasindika. Unaweza usio unafuga ng'ombe lakini wewe una mkataba na makampuni ya nje ununue ng'ombe uchinje uwapelekee nyama na kadhalika. Naomba tuende next slide. Next slide. Slide inayofuata. Sasa kama nilivyosema, kupitia njia ya moja kwa moja, kwa kutambua changamoto walizonazo vijana na wanawake kwa kutambua, benki ilikuja na mfumo maalum wa utoaji wa mikopo kwa vijana na wanawake, tunaita Women and Youth Scheme. Maana yake nini? Leo kijana amemaliza chuo kikuu, anakuja benki, anataka mkopo, unamwambia tunakuomba dhamana, utuletee kiwanja chako chenye hati. Sio rahisi, hawezi kuwa nacho. Kwa hiyo tumekuja na huo mfumo ambao masharti yamelegezwa. Kama utakuja kukopa chini ya dirisha hilo la Uh, Women and Youth Scheme kupitia mfuko wa dhamana kwa wakulima wadogo, ambao kama nilivyokueleza, tunatoa mikopo kwa kushirikiana na taasisi nyingine za fedha. Hadi Disemba mwaka jana taasisi kumi na tisa zinafanya kazi na TADB. Sasa kijana fursa yake ikoje? Akija baba yangu huyu hapa, kwa vile umri ushamtupa mkono, yeye sio kijana, dhamana yake ni ya asilimia hamsini, lakini akija kijana, dhamana imeboreshwa mpaka asilimia sabini. Lakini haitoshi kama unafanya mradi ambao unaendana, unaokidhi mabadiliko ya tabia nchi, dhamana nayo ni hadi asilimia uh, sabini. Kwa hiyo taasisi hizo zimesambaa nchi nzima, naweza nikakupatia list yake, ukienda gonga dirisha omba mkopo kupitia mfuko wa dhamana kwa wakulima wadogo. Lakini benki inafanya kazi na taasisi nyingine za serikali. Inafanya kazi na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kupitia mradi maalum tunaoita mradi wa wavuvi. Mradi huu unatoa vifaa vyote vya uvuvi yakiwemo maboti ya kwenda kuvua kwenye kina kirefu. Mradi huu unawasaidia au unatoa Uh, vifaa kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwenye vizimba tunaita cage fish farming. Tukumbuke kuna samaki wale wa Mwenyezi Mungu walioko kwenye maji yale ya asili, lakini tunaweza tukafuga kwenye cage fish farming, huu tunaotekeleza kwa ushirikiano wa ubia na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Lakini tuna mradi wa ushirikiano uh, wa ubia nao tunasema ni kati ya wasindikaji na wazalishaji wa maziwa TI3P Tanzania Inclusive Producer Processor Partnership. Huu nao unasaidia katika kutoa mitamba bora ya maziwa, katika kutengeneza vituo vya ukusanyaji wa maziwa, lakini wanaunganishwa na wale wanaochakata, na huko kote vijana na wanawake wanapewa kipaumbele tuna mradi ambao tumekusanya fedha, tumepata fedha kutoka shirika la maendeleo la Japani la Jaika, lakini huu wenyewe unaangalia mazao matano: mpunga, mchele, I mean mpunga, ngano, alizeti, mboga mboga na matunda. Naomba twende next slide ili tuangalie uh, mi, aina fulani ya miradi iliyofadhiliwa na, na vijana. Huu ni mradi wa vizimba Sawa sawa, nataka tuone yale ambayo yanafanyika hapo. Ni ziwa Victoria, hivyo unavyoviona ni vizimba au cages, ambako ndiko wanakofugia samaki, na picha unayoiona kushoto tayari vijana wameshavuna samaki wao tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni. Tuangalie mradi mwingine, huyo dada yuko Zanzibar. Zanzibar kuna changamoto ya mayai tunafahamu, Zanzibar y eneo pia ni dogo huyo ni mwanamama aliyepewa mkopo na TADB anafuga kuku wa mayai, na hiyo ilikuwa ni siku ya wanawake duniani tarehe tatu, I mean tarehe nane mwezi wa tatu, lakini upande wa kulia ni mradi wa vijana wa kilimo cha nyanya kule Zanzibar, wanaita tungule kwao. Nimetaka display miradi ili muone kwamba na hiyo yote ni miradi ya vijana. Twende mradi mwingine Vijana tunakunywa waini eh, tunakunywa waini, si ndio? Waini inatokana na zabibu. Huu ni mradi wa vijana wa zabibu kule Dodoma, na picha ya kulia anaonekana kijana akiwa na afisa wa, wa benki amekwenda kumtembelea. Twende slidi nyingine. Huo ni mradi wa Solidaridadi, huo ni mradi wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Naomba nisisitize hapa benki iliwa Ilito, ilif, ili, ilitekeleza na bado inaendelea kutekeleza huu mradi kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Solidaridad ambako vijana kule Tanga walipewa eneo la ardhi, wakapewa na mitamba bora wakafuga, wakaunganishwa na kiwanda cha Tanga Fresh ambako wakishazalisha wanaenda kuuza maziwa yao. Twende next slide. Hilo ni eneo walilopewa, eneo la ekari kumi kwa vijana watatu nae ni mabanda wameshajenga na nyumba yao. Kikubwa hapa uwe tayari kukaa kijijini. Twende sasa, naomba ni kwa kusema ofisi zetu TADB ina operate kwenye ofisi za kanda, haina ofisi kila mkoa, na ndio maana tunafanya kazi kwa kushirikiana na taasisi nyingine ambazo zipo mpaka uh, ngazi za wilaya. Kwa hiyo na ofisi za kanda katika mikoa hiyo kama inavyoonekana Dodoma, Mtwara, Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, a, Tabora, lakini tunayo ofisi kule a, Unguja. Hitimisho langu ni nini? Nini ninachotaka kusema? Next slide, nimeambiwa muda umeisha. Jambo la kwanza, mchungaji Robert Malthus kwenye theory yake maarufu sana, Malthus theory of population katika nikitafsiri kwa lugha rahisi sana, idadi ya watu inaongezeka sana kwa kasi kubwa, lakini uzalishaji wa chakula unaongezeka taratibu taratibu. Idadi ya watu inaongezeka kwa kasi, uzalishaji wa chakula unaongezeka taratibu. Hiyo ni fursa, kwa sababu idadi yetu inaongezeka, uzalishaji wa chakula sio kwa kasi ile. Tumia hiyo fursa kuzalisha chakula. Namba mbili, kuna mabadiliko makubwa ya hali ya hewa na kila siku yanaendelea kuwa labda mabaya. Unapotaka kuingia kwenye kilimo, chukua tahadhari stahiki. Walivyolima wazee wetu miaka ya themanini sio sawa na sasa hivi, kuna mabadiliko makubwa, chukua tahadhari. Namba nne, namba tatu, kilimo ni sayansi kama zilivyo sayansi nyingine za kutengeneza ndege na kadhalika, hiyo nayo ni sayansi naomba ukifanye kwa kufuata taratibu na ushauri wa kitaalamu usifanye tu kienyeji hutaona matokeo yale yanayotarajiwa namba nne kabla ya kuanza kilimo biashara naomba ujiulize na ujijibu maswali matatu nini unachotaka kukizalisha soko linahitaji nini kabla hujazalisha anzia sokoni soko linataka nini soko Jiulize swali nitazalishaje? Ni kwa namna gani utakavotumia teknolojia ili kurahisisha uzalishaji ili usitumie gharama kubwa ya uzalishaji. Na la tatu, kwa ajili ya nani unazalisha? Kwa ajili ya nani, mlaji au mtumiaji ni nani? Wakati mwingine tunapozalisha, tunapolenga masoko ya nje, kuna standadi zake Standardi za Tanzania yamkini sio standardi za Ulaya. Lazima ujua kuna watu wengine ambao hawa... wanahitaji bidhaa ambazo hazijapigwa viuatilifu organic products. Kwa lazima uwaze yule unayemzalishia ni nani, anahitaji kitu gani. Rais aliyemaliza muda wake wa Benki ya Maendeleo ya Afrika aliwahi kusema, na naomba ni mnukuu, itakapofika mwaka 2050 mabilionea wa afrika hawa watatoka kwenye sekta ya teknolojia sawa teknolojia tunahitaji lakini mabilionea wengi watatoka kwenye sekta ya kilimo kwa sababu idadi ya watu inakuwa kila siku na wao watu wanahitaji kula je hicho kilimo tutaendelea kukifanya kienyeji au tutakifanya kisasa ili tuongeze tija lakini kwa baba yangu hapa na kina dr kweka wale walozaliwa zamani Eh, kuna wimbo mmoja alis, wa, wa, wa, mze, mzazi mmoja alikuwa anaomba ushauri eh, sijui kama tutakuwa tunaukumbuka eh. Wakaja baba mmoja haka, toka safari ya mbali kavimba yote mapaja na kutetemeka mwili, watoto wake wakaja kumtaka, wakataka na kauli wafae maishani, baba akatoa kauli akasema, jamani, ninaumwa kweli kweli hata kama nikichanjwa, haitatoka homa kali, lakini kama mnaitaka mali, mtaipata shambani.